Naam, habari za wakati huu, karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuweze kuhabarishana taarifa mbalimbali. E, pasina shaka upo salama kabisa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka huu wa madiwani wa bunge pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo vyama mbalimbali mbali vikizidi e, kumalizia kufanya kampeni e, vyama ambavyo vinashiriki katika uchaguzi tukishuhudia e, chauma wakizidi kufanya kampeni pamoja na vyama vingine kuelekea uchaguzi mkuu siku ya 29 Oktoba. Jeshi la polisi Tanzania limetoa taarifa kwa umma kuelekea siku ambayo taifa la Tanzania litaingia katika uchaguzi mkuu wa kuwachagua madiwani wa bunge pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania taarifa hii kutoka jeshi la polisi Tanzania inasomeka kama ifuatavyo: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania, ofisi ya mkuu wa jeshi la polisi, makao makuu ya polisi, eh, sanduku la posta 9614483, Dodoma, tarehe 26 ya mwezi wa kumi mwaka 2025. taarifa kwa umma Tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka 2025 siku ya Jumatano ni siku muhimu sana katika taifa letu, ambapo Watanzania watatekeleza haki yao ya kikatiba ya kupiga kura kwa ajili ya kuchagua viongozi watakaowaongoza katika nafasi ya urais wa bunge na madiwani. Jeshi la polisi kupitia taarifa hii lingependa kuhakikishia wananchi na wageni watakaokuwa nchini mwetu kuwa hali ya usalama wa nchi ni shwari sana na hakuna tishio lolote la kiusalama linaloweza kufanya shughuli hiyo ya kupiga kura isifanyike kwa amani. Pia wananchi mnahakikishiwa amani na usalama na wa kutosha siku hiyo ya Jumatano, hivyo mjitokeze kwa wingi kama mlivyojiandikisha kwenda kupiga kura bila hofu yeyote ile. Aidha, linawahakikishia limejipanga vizuri sana kumdhibiti yeyote yule kwa mujibu wa sheria atakayejitokeza ama kwa makusudi au kwa nia ovu kuvunja sheria za nchi ili kuhatarisha amani ya nchi kwa kisingizio chochote kile. Siku hiyo ya kupiga kura, hakuna kisingizio chochote ambacho kitapelekea e, wananchi ambao watapelekea kuhatarisha amani ya nchi e, kwa kisingizio chochote kile hiyo siku ya kupiga kura na baada ya kupiga kura kwamba Jeshi la Polisi limejipanga vizuri sana ya eh, kumdhibiti yeyote yule kwa mujibu wa sheria atakayejitokeza ama kwa makusudi au kwa nia ovu kuvunja sheria za nchi ili kuhatarisha amani ya nchi kwa kisingizio chochote kile, siku hiyo ya kupiga kura, kwa siku ya kupiga kura na baada ya kupiga kura atakaye subutu kuvunja sheria asilaumu kwa hatua zitakazochukuliwa dhidi yake kwa mujibu wa sheria za nchi, kwani elimu imetolewa vya kutosha na kwa muda mrefu imetolewa. Na msemaji wa jeshi la polisi, makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Hii ni taarifa ya jeshi la polisi Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu mwaka huu, ambapo jeshi la polisi linawahakikishia wote ambao watakwenda kupiga kura usalama kabla na hata baada ya kupiga kura. Lakini pia wote ambao watakuja na viashiria vya kuhatarisha amani ya nchi ya Tanzania kwa kisingizio chochote kile, siku hiyo ya kupiga kura na hata baada ya kupiga kura, jeshi linawahakikishia ya kwamba limejipanga vizuri sana kuwadhibiti tochemo yako. Hii ni taarifa ya jeshi la polisi Tanzania kama unavyoitazama, ikiwa e ni ujumbe kuelekea uchaguzi mkuu mwaka huu una nini la kutuambia kupitia comment section, lakini pia kwa taarifa zaidi hakikisha ya kwamba unazidi eh, kutufuatilia zaidi. Katika taarifa hii jeshi la polisi Tanzania kama kawaida wamezima upande wa watu kutoa komenti, kwa hiyo tungependa kuona komenti hizo Watanzania mkizitoa hapa Uhuru Online Media. Una nini e, cha kutuambia hapa baada ya taarifa hii ya jeshi la polisi kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29, lakini pia siku hiyo wanaharakati mitandaoni wakihamasisha maandamano e, makubwa siku hiyo. Nini una la kutuambia hapa kupitia e, comment section?